Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza kitu ninachosema kinachochelewesha waamini. Kinachochelewesha waamini wengi. Kinachochelewesha walokole wengi. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako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 Ni kitu gani kinachowakwamisha waamini wengi kwenye maisha yao? Kuomba kama kuomba, wanaomba kweli, lakini kitu gani ambacho kinakwamisha? Ukiangalia maisha ya watu wengi, waamini wengi, maisha yao hasa kwenye eneo kiuchumi, unakuta waamini wengi hawako vizuri, hawako vizuri. Je, ni kitu gani kinachokwamisha? Na Mungu amekusudia kwamba sisi tuwe na kila kitu. Nasema Bwana, maandiko tunaposoma kwenye Zaburi saba, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu hataki tupungukiwe na kitu chochote kile kilicho chema. Na ndio maana kwenye maandiko pia anasema kwamba atawajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiona riziki za kila namna siku zote mzidi sana katika kila tendo jema. Mungu hataki tupungukiwe na fedha, Mungu hataki tupungukiwe, anataka tuwe na kila kitu. Anataka kuwa na kila kitu. Haijalishi hali yako ikoje kwa sasa lakini Mungu ana, ana, ana mipango ya Mungu ni kukupeleka hatua nyingine, kukuinua kutoka utukufu mpaka utukufu, kutoka mafanikio mpaka mafanikio. Ndio mpango wa Mungu, ndio mpango wa Mungu. Injili ya Yesu Kristo awezi kusonga mbele ikiwa waamini uchumi wao hauko vizuri. Sasa ni kitu gani kinachowakwamisha watu wengi waliokoka? Ni kitu gani kinachowakwamisha watu, kinachowachelewesha watu wengi wetu, we, waamini wengi, ni kitu gani? Ni kitu gani? Kuna jambo ambalo nimeliona kwa watu wengi waliokoka, jambo hili naamini kwamba lina athiri watu wengi sana kutokupata mpenyo kwenye maisha yao, kutokupata mpenyo wa kifedha, kutokupata mpenyo wa kifedha. Na jambo hilo ni kuamini kuwa kuna roho inawafuatilia watakatifu wengi. Waamini wengi wamefundishwa kwamba kuna roho za mababu zinawafuatilia. Kwa maisha yao yote wamebaki kuvunja lana za mababu, kuvunja si lana za ukoo, kuvunja si kuharibu nini mti wa ukoo. Na cha ajabu wanaendelea kuvunja tu siku zote. Lana zenyewe hazivunjikaji. Leo wanavunja, kesho wanavunja, kesho anavunja, kesho anaharibu, kesho anateketeza. Leo wanajitenga na lana za ukoo, kesho kuta anajitenga na lana ya ukoo, mtondogoa anajitenga za lana na ukoo. Ndugu, utakuja kutoboa leo. Utaendelea na huo mtazamo kwamba kuna roho inakufuatilia mpaka lini? Mpaka lini? Maana hichi ndicho ambacho kinawachelewesha watu wengi waliokoka, kuamini kwa kwamba kuna roho zinawafuatilia, kuamini kwa kwamba kuna roho zinawafuatilia, kwa maisha yao yote yamebaki kuvunja, kuvunja lana za ukoo, kujitenga na mtu wa ukoo maisha yao yote. Ni lini utaanza kutafika wakati kwamba nasema kwamba hizo hizo, hizo laana za mkozi zimekuja kuvunjika. Ni lini utatoka? Wewe tangu uokoke umefundishwa kwamba kuna laana zitakuja, hata ukifundishwa kuvunja laana zako unaendelea kuvunja laana, ukaoka kuvunja, sio madhabahu maisha yako yote wewe ni kuvunja madhabahu, hazivunjiki. Na bado hakuna mpenyo kwenye maisha yako. Hakuna mpenyo. Utaishi maisha yako mpaka lini? Siamini kwamba wewe maisha yako yote we ni kuvunjaga tu, kuamini kwa kwamba kuna roho inayofuatilia kumbuka, kumbuka kwamba kwamba chochote unachoamini kitaanza kudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Ili mradi unaamini kwamba kuna roho inakufuatilia utakuwa na sababu ya kusema, usipoona mpenyo unajua kwamba kuna roho inakufuatilia. Roho gani hiyo inayokufuatilia wewe maisha yako yote? unajitenga leo na hiyo roho na kesho kutu unajitenga miaka yako yote ni kujitenga tu. Ni lini ambapo utajitenga kweli kweli, ili uanze kumfurahia Bwana, uanze kufurahia kufurahia wokovu. Watu wengi waamini wanachelewesha, wale kinachowachelewesha wa ni kuamini kwamba kuna roho inawafuatilia roho. Sio maskini, inafuatilia sio roho ya mnagani, roho za mababu, sio roho za nini. Miaka yote yeye, ni maisha yake ni kuvunja tu kuvunja lana za mababu kila siku, kuvunja sijui maagano ya, ya kipepo kila siku. Yema kwa kuvunja tu, haya maagano hayavunjika kitu. I don't, mimi siamini katika hayo. Naamini katika Mungu ambaye ni mzuri, kwamba ifike wakati sasa tuanze kufurahia baraka za Mungu. Ifike wakati tuanze kufurahia baraka za Mungu. Tunaposoma kwenye waraka wa pili wa Paulo kwa Korinto, tano saba. Nasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama kila kitu kimekuwa kipya. Tazama kila kitu kinakuwa kipya. Kinachotakiwa baada ya wewe kuokoka sasa ni kuanza kuprogramu ufahamu wako upya. Na ndio maana tunaposoma kwenye Warumi 12 mstari wa kwanza, nasema mfanye upya nia zenu. Be renewed your mind. Ukaendelea kufikiri kama zamani kwamba kuna roho zinakufuatilia kuna roho zina no. Na ndio maana unahitaji kujiwekeza katika kujifunza kutafuta maarifa sahihi. Walokole wengi wanachelewa kwa, wanachelewa kupata mpenyo wa kiuchumi, mpenyo wa fedha, kwa sababu wanaamini kwamba kuna ukoo. Wamebaki kwenye kuvunja, kuvunja vitu ambavyo havivunjikage miaka yote. Wenyewe ni kuvunja tu, ni kujitenga tu na laana za ukoo, kujitenga miaka yao yote, ndio maisha yao, ndio maisha yao. Isaya anasema tazama nitafanya jambo jipya. Ndugu, ulipookoka Bwana alifanya jambo jipya. Kinachotakiwa tu ni kufanya upya ufahamu wako, be renewed your mind. Ufahamu wako usipofanywa upya, usipofanywa upya, huwezi kuona mpenyo kwenye maisha yako. Andiko anasema pia kwenye Wakorintho kwamba ingawa tunenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu sio za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha kila mawazo. Tukiangusha kila mawazo, kwa tunajua kwamba ngome, yani zinazozungumziwa kwamba tukiangusha, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, ni mfumo wa kuwaza, ni mfumo wa kufikiri ambao unapingana na kile ambacho Mungu ameahidi kwenye maisha yako. Tukiangusha kila mawazo, tukiangusha kila mawazo, tukiangusha kila mawazo. Ukiendelea kuamini kwa kwamba kuna roho inakufuatilia Jiulize, jiulize swali lenye akili. Tangu umeanza kuvunja, umeona mabadiliko gani? We maisha yako ni kuvunja laana za ukoo, ni kujitenga, siuna mti wa ukoo, ndio maisha yako hayo? Sisemi kwamba inawezekana kweli, kuna vile lakini, sasa kwa nini sifike wakati useme kwamba hapa nimeshakamilisha, nimeshavunja, nenda kusonga mbele. Jambo la msingi ni kujua kweli. Sema nanyi, mtaifahamu kweli. Yohana 8:32, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Hatuweki uhuru, wa kudumu unapatikana kwa kujua kweli. Nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Na hiyo kweli itaweka huru. Mithali 23:7, sema, anasema aonavyo mtu nafsi ni mwake ndivyo alivyo. Ukijiona kwamba kwao kuna ukiona kwamba kuna kitu kinakufuatilia, ndivyo utakavyokuwa. Kama unafikiri kwamba kuna roho ya maskini inakufuatilia, utakuwa maskini tu. Mungu, mm, anakupenda na anataka uwe na kila kitu anataka uwe na kila kitu anataka uwe na kila kitu kweli. Kuna vitu vya kushughulikia, lakini jambo la msingi ni kufahamu kweli. Kweli kufahamu kweli ni kitu gani ambacho Yesu alikwishakamilisha kwa ajili yako. Ana Yesu alikwisha kamilisha kwa ajili yako. Naanza kuishi na kuamini kile ambacho Yesu alikamilisha kwa ajili yako. Kumbuka pia mafanikio yetu, hatufanikiwi kwa kuomba, tunafanikiwa kwa kujua kanuni. Usipokuwa usipojua kanuni za mafanikio, huwezi kufanikiwa. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Mungu akubariki usikize mafundisho haya. Na ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Usahau kushare, usahau pia kucomment, usahau pia kulike. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, kale amepita, natazama kila kitu kimekuwa kipya. Wekeza katika kutafuta maarifa ya kweli, maarifa ya kweli na maarifa ya kweli, utakapoyafahamu kaingia ndani yako, utakuwa huru kwelikweli. Mungu akubariki katika jina la